Wafugaji wanaoishi katika eneo la Loyangalani kaunti ya Marsabit, na ambao wanawaoza watoto wao wa kike mapema na kutowapeleka shuleni wameonywa vikali. Haya yanajiri huku watoto 200 wakirejeshwa shuleni kufuatia kampeni iliyoendeshwa katika eneo hilo. Katika kijiji cha Nawapa huko Loyangalani kaunti ya Marsabit, maafisa wa serikali wanaendeleza msako na hamasa miongoni mwa wakazi, kauli mbiu ikiwa kuwashawishi wafugaji kuwapeleka watoto wao shuleni. Jamii hii imeathirika sana na hulka ya wazazi kuwatumia watoto kuwachunga mifugo badala ya kuendeleza masomo. Jamii hizi wanatumia watoto kama wafanyikazi wa kuchunga mifugo yao. Ni shida lakini tumeng'ang'ana nama, tunasema hapa ni lazima sheria ifuatwe. Kwa hivyo tunawambia ushikwa mtakamato ikiwa mtu apeleka watoto shule. Vile vile kama leo uko shule, kesho uko shule, mambo mengi atakupita yale mwalimu atakuwa anafunza shuleni. Hapa ni nyumbani kwa Nawar Lopusi, mmoja wa kazi nawara na kiri kuwa wazazi wengi wametelekeza jukumu la kuwapeleka watoto wao shuleni na badala yake kuwatumia kuwapeleka mifugo malishoni hatujui maana ya shule ndio tumeweka watoto wetu kuchungwa mali ni mali ndio alikuwa sisi tunajua ndio tunategemea lakini tumechukuru serikali bila alikuja kutuchukulia sisi watoto kupeleka shule. Toto, tumewashilia sasa aende shule ndio tujue uzuri ya shule Hatua kadha kutoka nyumbani kwa Nawar, tunampata mzee Paulo Lekapana anayeibua simulizi jinsi ukame umewafanya kukosa kuwapeleka wana wao shuleni. Dai iko ukame. Mali imeicha atuna. Lakini kwa sababu tu serikali inazungumia. Lakini itimefeleka wazo tu chile la moja moja, lakini kwa dile, baadhi ya wanafunzi wamefanikiwa kurejeshwa shuleni na kuepukana na hatari ya kuozwa mapema. Fikia leo, uh, watoto ambao tumeweza kuokoa walikuwa watoto mia mbili na kati yao mia mbili 168, uh, ndio watoto walikuwa actually kwa hatari za ndoa za mapema. Ukame umetajwa kuchangia pakubwa ndoa za mapema kwa watoto wa kike ambao huozwa ili familia zao zipate mali Yani, mifugo wanatolewa kama mahari. Juhudi hizi zinapoonekana kuzaa matunda, nayo mila ikijitokeza kama changamoto kuu inayosibu mchakato huo, wito wa ushirikiano umetolewa ili kuhakikisha kwamba mchakato huu unafanikishwa kikamilifu. Bonface Barasa, Runinga Citizen, eneo la Loyangalani, gatuzi la Marsabit.